My ambacho tumekata ambapo huwa ninafundisha jinsi ya kubuni na kushona mitindo mbalimbali mbali ya fashion kuanzia nguo za kike, za kiume mpaka watoto. Na leo nimekuja na session mpya. Session hii inahusu AI. Hey, like, tunakwenda kujifunza jinsi ya kutumia AI, namna gani itaweza kutusaidia kuweza kuboresha mitindo yetu ya fashion, kuweza kubuni mitindo mipya, lakini pia kuweza kutusaidia kuongeza kipato chetu katika biashara yetu hii ya fashion na leo tutakwenda kuanza uh, sesheni yetu mwanzo kabisa, ambapo hii itakuwa ni episode 1 inayohusiana na utangulizi, ili tuweze kujua maana ya AI, ML na DL hivi vinamaanisha nini, ili hata kama baadaye tukiingia deep zaidi tuweze kuwa tunaelewa tunafanya nini, kwa sababu tutakuwa tumeelewa toka mwanzo tuna dili na kitu gani. Tukianza kabisa na AI, AI ni kifupi cha Artificial Intelligence. Ama kwa Kiswahili ni akili bandia. Hii ni teknolojia inayofanya mashine ama kompyuta kufikiri kama binadamu. Inaweza kufikiri, kujifunza na kufanya kwa mfano ChatGPT, tunapoitumia kuiuliza maswali na inatujibu maswali vizuri vizuri vizuri kabisa zaidi, hata vile ambavyo angeweza kumuuliza mwanadamu, angeweza kupatia majibu, lakini as Majibu ambayo yako deep na yamepangiliwa kwa uzuri zaidi kama ChatGPT inavyotupatia. Lakini pia tunaweza tukaangalia Google Maps inavyotuelekeza njia. Unaweza kufika sehemu yoyote ile ambayo hujui kupitia Google Maps. Lakini mfano mwingine tunaweza kuangalia simu zetu ambazo zinaweza kutambua sauti zetu, ni mashine ambazo zimeshafanywa kufikiria kama binadamu na kufanya maamuzi kama binadamu. Hiyo ni AI ambayo ni akili bandia. Angalia maana ya AI, ML na DL. Tukirudi kwenye ML, hii ni kifupi cha machine learning ama mashine kujifunza. Hii ini, ni kama AI, yani ni AI ambayo iko inajifunza kupitia taarifa ama data unazokuwa unazitumia. Kwa mfano unapokuwa unatumia simu, mfano tuseme YouTube, ukiingia YouTube una search labda movie, una search umbea. Kwa hiyo vile vitu unavyovipenda, ukiingia YouTube search inakuwa inajifunza kwamba huyu mtu anapenda umbea, huyu mtu anapenda mambo ya fashion. Kwa hiyo ukija kuingia wakati mwingine unakuta recommendation ya videos ambazo wewe uko nazipenda unazikuta pale. Kama ni unapenda umbea, utashangaa stories zote zinahusiana na umbea. Kama unapenda mambo ya fashion, kama unapenda mambo ya fashion utaona video zote zinahusiana na mambo yanayohusiana na fashion, lakini pia kiangalia Instagram ni mfano mwingine. Kwa mfano, uh, tunashukulia mfano leo una shida na kitu fulani. Tuchukulie una shida na nguo za harusi. Ukaingia ukaanza kusearch magauni ya harusi, magauni ya harusi. Ukitoka, ukirudi, unaweza kukutana na recommendation za magauni ya harusi tu yamejaa. Ukija pale kwenye search pale, sehemu ya kusearch unaweza ukaona zile stories zako pale zote zimejaa mambo ya ya hizo nguo ambazo ulikuwa ukizitafuta. Ama unaweza ukashangaa ads yale matangazo yanakuja yanayohusiana na kile kitu ambacho wewe unakichakuza. Lakini pia mfano mwingine wa ML ni emails. Emails na detect spams, yani message ambazo za utapeli ambazo hukupaswa kuzipata, unashangaa inazichambua na inaziweka pembeni. Kwa hiyo hiyo ni mifano ya ML. Kwa hiyo kifupi ML ni AI iliyochangamka ama AI iliyojifunza taarifa zako ama data zako. Kwa hiyo inakuletea kitu ambacho wewe unakitaka bila wewe kuiandikia kila kitu, sawa. Na kitu cha tatu ambacho tunataka tukijua kwa siku hii ya leo ni DL. DL ni kifupi cha deep learning, yaani hii ni kujifunza kwa kina. Tumeshasema ML inajifunza kupitia data zako, kwa hiyo DL ni sawasawa na ML inayojifunza zaidi, yani inaingia deep zaidi. Na hapa sasa tunaweza kupata mifano kama vile simu inavyoweza kutambua sura yako kwamba umeweka umeweka uh, lock ya sura yako. Akiweka mtu mwingine haiwezi kufunguka, lakini ukiweka wewe inafunguka. Kwa hiyo hapa inaonyesha ni kwa kiasi gani hii mashine imejifunza kwa kina zaidi kukutambua wewe. Mfano mwingine wa deep learning ni simu kutambua sauti ama magari yanayojiendesha. Kwa hiyo kifupi, katika uh, haya maneno matatu ambayo, AI, ML na DL, yote ni AI, yaani yote ni artificial intelligence. Tofauti yake, AI haiko deep sana, yaani wewe ndio unaifanya ikupe majibu, yaani unaiuliza, inakupa au, unaiambia kutengenezea kitu, kinakutengenezea na ML inakuletea vitu bila wewe kuiuliza ama kuiambia, na DL inafanya kwa ukubwa zaidi, yani vitu zaidi. Je, yeah, hizi vitu zinatusaidia nini sisi katika fashion? Sasa tukirudi katika fashion, kwa sababu sisi lengo letu la kujifunza AI ni kutusaidia katika mambo yetu yanayohusiana na, na fashion. Kwa tukiangalia hii mifano, tukieleza katika mifano ya fashion, tunaweza kusema AI ni jinsi inavyokubuni, inavyobuni mtindo Unaweza yani, ukaingia pale chat GPT ukaiambia mtengenezee mtindo wa aina fulani ikakutengenezea, sawa kwao hapo, unakuwa umeiambia. Lakini tukija kwenye ML, ambayo ni machine learning, si inajua tayari wewe ni fashion designer, isha kula data zako taarifa zako ishakula, kwa hiyo inaanza kujifunza, inaanza kujifunza. ni fashini zipi sasa watu wanazipenda wanapenda kununua Unaona, isha kutambua vizuri, kwa hiyo inaanza kukuletea recommendation ya vile vitu ambavyo nipendwa kuona shangaa, unaona tu vitu vinavyokuwa vina trend, kwa wewe mwenyewe inabidi ujiongeze, okay, kwa hivi vitu ndio vina trend, inabidi na mimi niingie huku niachane na huku kwenye ulimwengu wa zamani. Lakini tukija kwenye deal ambapo ni deep one, hapa sasa itajifunza zaidi kukwambia wewe ni rangi gani zinakufaa uchanganye kwenye mtindo fulani, lakini itakusaidia kubuni mtindo mzuri zaidi kwa wewe. Inawezekana umeambia itengenezee mtindo fulani, lakini yenyewe kwa sababu imeshajifunza zaidi kwa kina, kwa hiyo inaweza ikakusaidia ikabuni mtindo ambao ni mzuri na wa kipekee ambao wewe utakutambulisha, yani uh, itakuwa signature yako utakutambulisha. Kwa hiyo kwa leo tutaishia hapo wapendwa. hii ni episode 1 ya seshoni yetu ambayo itakuwa ni ndefu sana mpaka tutafikia namna ya kuitumia hatua kwa hatua ni namna gani ili iweze kutunufaisha. Asanteni sana kama umependa hii seshoni ambayo niko nawalisea tafadhali usiache ku comment hapo chini kushea na kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Milka Stylish TV asanteni sana